Wakazi wa Diani wanaodai kuwa walikuwa wamiliki wa mashamba ya kipande cha ardhi cha Block 10 wametaka agizo la mahakama la mwaka 2019 la kufutilia mbali hati miliki 560 zilizosemekana kupatikana kinyume cha sheria kutekelezwa ili wenyeji waregeshewe wa mashamba yao. Wakazi hao wanasema serikali imekuwa ikijikokota kutekeleza agizo hilo huku baadhi eh, ardhi hizo zikiendelea kuingiliwa na mabwanyenye wakitumia hati hizo zilizoharamishwa na mahakama wame a wa wasiwasi kuwa baadhi ya maafisa wa polisi wamekuwa wakitumika kusimamia ujenzi wa kuta na majengo katika eneo hilo. Mlango wangu hapa nilipo mimi ha? mpaka saa hii bado ni kile kinanyaswa. Na watu wangu wataenda wapi? kama mimi mwenyewe ni bwana niende, sijui kule kwangu kwa kwenda, niende wapi? na yeye anasema hata hapa ni kwaka, hata simbi anatoka wapi? wala si moja, na ni wengi. Kwa hivyo nasitakia hilo jambo, kama serikali ni baba, ni mama na yeye ndiye kirafu ndiye mwenyewe kuweza kupotsha e, kuweza kuwapa haki zetu sisi wananchi wote. Title zote zimekuwa revoked, ni null and void. Hiyo ina maana kwamba tunavyozungumza leo Diani Complex Scheme sheet number 4 haiko tena, lakini tunashangaa kwamba kuna mabwanyenye na kuna makatel ambao mpaka hivi sasa wanaingia katika hayo mashamba kupitia njia e, za kifisadi njia za kikora, kutumia mabavu na kutumia polisi kuingia kunyanyasa wananchi wanaokaa kwenye hilo eneo. Kitu ambacho kinatutia uchungu ni kwamba hawa mabwanyenye wanashirikiana na polisi, wakati kama anakuja kwa site lazima polisi wawe wako pale ili kumsimamia ajenge. Kama yeye ni yake, kwa nini asimamiwe na polisi?